Karibuni sana katika chaneli yangu, msisahau ku like, comment na kusubscribe ili msipitwe na video zinazofuatia. Leo tuna video nyingine ya kupamba keki za graduation au za mahafali kwa watoto wa kike. Kuna wengine wanapenda rangi, wanachagua moja kwa moja. Kuna mwingine anakupa uhuru uchague rangi ambayo unaona nzuri, itapendeza. Atakwambia tu ni mtoto wa kike, ya kiasi gani nichagulie rangi au mwingine akwambia mimi napenda rangi ya pinki, mwingine rangi ya blue. Kwa hiyo unaweza unaweza ukamsikiliza, kama utaona rangi haifai, unaweza kumpa ushauri. Leo tunapamba ya mtoto wa kike, tutatumia stika, tutaweka bows, tutaweka hiyo topo ya congratulation na pia tutaweka na maua. Kama utakuwa na swali lolote, weka kwenye comment. Kama hivyo, nishaandaa keki zangu hapa, nimeunga ni tatu, nilitumia inchi sita sita hapo sita, ni kilo moja na nusu nisha paka koti ya kwanza hapo, nimeweka paka koti ya pili alafu nikasawazisha keki yangu kama tunavyoona kwenye video yetu. Sehemu yote ambayo tunaona kuna nafasi, jitahidi uongezee buttercream ili ujaze ile, ijazie ukipisha kitana kitoke kimenyooka na keki yako itoke vizuri. Ukiunganisha keki kuanzia mbili, jitahidi katikati uweke vijiti vya mishkaki au unaweza kaka hizo does ambazo zinauzwa maduka ya vifaa vya keki ili kuleta balance kwenye keki yako. Kwa video mbalimbali unaweza mbali, ukanifuatilia hapa kwenye channel yangu YouTube. Utaona video nyingi za kupamba na kupika keki aina mbalimbali, kuandaa buttercream pia, kuandaa fondant, kupamba keki kwa buttercream na kupamba keki kwa fondant. Ukiandaa buttercream kwa vipimo sahihi, itakupa matokeo mazuri, na ukinyosha keki yako itanyooka vizuri kama yangu unavyoiona hapo, kinyosha inanyosheka vizuri kabisa kama tunavyoona vifaa vyako ya mtoto wa kike ya keki keki na vyote kwa pamoja. Utaangalia. Kila kifaa kinachohusu na kinachohusu maduka vifaa vya keki, utaiona bei zimetofautiana kulingana na, na sehemu na maduka. Kwa hiyo unaweza ukakama kitu unakipenda au unakitamani piga picha, tunza kwenye simu yako Ukienda madukani waonyeshe kama unataka kitu kama hiki, na utapatiwa. Baada ya kusawazisha keki yangu kama hivyo, nilikuwa nimeshaandaa vitu vyangu. Hiyo ni topa ya congrats grad. Pia jitahidi kuweka jina la rangi la, la, iendane na keki yako ya jina la muhusika. Nikaweka maua yangu hapo juu, nikaweka balls niweka za rangi ya goldi na rangi ya pinki, nilichanganya niliweka juu, nikaweka chini pande mbili juu, nikaweka tu pande moja kama hivyo tunavyoona kwenye keki yetu kama hivyo. Sema kamera yangu kama vile ya imelalia, upande haikukaa vizuri, lakini keki yetu inaonekana vizuri hapo. Nikaweka na stika ya mtoto wa kike kama hiyo. Baada ya hapo, niliongezea na urembo urembo ili kuleta mvuto kwenye keki yangu kama hiyo. Nikuja nikaweka hizo gold leaf, maduka ya keki wanazo nakuwa kwenye vichupa kama hivyo, na keki yetu imependeza. Baada ya hapo, nikaja nika spray dasti yangu. Dasti inauzwa unakuta, unaweza kukuta dasti peke yake au kwenye kichupa kama hivyo, na keki yangu iko tayari. Asanteni sana sana sana.